Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema serikali imefanikiwa kukusanya zaidi ya shilingi bilioni mia tisa kwa mwaka kupitia mamlaka za serikali za mitaa kutokana na usimamizi bora wa mifumo ya kielektroniki na ukusanyaji wa mapato pamoja na kuimarisha ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika eneo hilo. Waziri Mkuu Majaliwa ametoa kauli hiyo wakati akifungua mkutano mkuu wa kumi na tano wa Taasisi ya Maboresho ya Serikali za Mitaa Tanzania TOA, kama anavyotueleza George Mbara kutoka Dodoma. Mkutano wa 15 wa taasisi ya TOA ukiungwa na Anga Dodoma, ukiwakutanisha wakurugenzi wa halmashauri, makatibu tawala, maofisa wa TAMISEMI na ofisi ya waziri mkuu. Waziri wa TAMISEMI Mohamed Mchengerwa ndiye mwenyeji hapa, na katika hotuba yake amewataka viongozi wa mamlaka za serikali za mitaa kuendelea kusimamia maadili na uzalendo, mifumo ya ukusanyaji wa mapato, pamoja na mifumo mingine yote iliyoanzishwa na serikali kwenye ngazi zao. Naomba nitumie nafasi hii kuwaelekeza na kuwataka viongozi wote wa mikoa na watumishi wa mamlaka za serikali za mitaa nchini kuendelea kusimamia maadili na uzalendo, mifumo ya ukusanyaji wa mapato, pamoja na mifumo mingine yote iliyoanzishwa na serikali kwenye ngazi zao, pia kuendelea kusimamia kikamilifu matumizi ya fedha za umma pamoja na utoaji wa huduma bora kwa wananchi. Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amefungua mkutano huu akiwataka viongozi waendelee kuimarisha taasisi hiyo ili iwe na nguvu na uwezo wa kushauri serikali ipasavyo. Naamini mnazitambua vizuri changamoto ambazo zinawakabili wananchi wetu kwenye maeneo yetu na mnaelewa pia afua ambazo zikitekeleza zinaweza kuleta maendeleo makubwa na kwa muktadha huo, endeleeni kuimarisha taasisi hii ya TOA ili iweze kuwa nanguvu, na nguvu na iweze kuishauri serikali ipasavyo wakati wote. Waziri mkuu ametumia jukwaa hili kuagiza uongozi wa TOA uwajibike kuhamasisha mamlaka za serikali za mitaa kutanua wigo wa mapato ili kuongeza uwezo wa kujitegemea. Taasisi hii ya TOA iwe chachu ya kusimamia ukusanyaji mapato kwenye maeneo yetu. Hebu mpeane mbinu kwa nini mapato yanayokadiriwa kija kukusanya yanakwenda asilimia mia moja na thelathini na nne? Maana yake nini? Mlikosea kukadiria? Akizungumzia mifumo ya kielektroniki, waziri mkuu anasema serikali ya awamu ya sita imesimamia matumizi yake ili kuimarisha ufanisi, uwazi na uwajibikaji katika mamlaka za serikali za mitaa. Matumizi ya mifumo kwa kweli yamesaidia sana kupunguza urasimu kurahisisha ulipaji wa malipo hasa udhibiti wa upotevu wa mapato na kuboresha ukusanyaji huo. Na leo tumeona kila halmashauri ilikuwa inakusanya fedha, walikuwa wanakusanya theluthi moja sasa wanakusanya theluthi zote tatu na kufanya kitu kizima ambacho kimekadiriwa. Mkutano huo semayo wa kumi na tano umebebwa na kauli mbiu isemayo ugatuzi wa rasilimali fedha katika kuchochea maendeleo ya kiuchumi na kijamii katika mamlaka za serikali za mitaa. Chochimbara, Azam News, Dodoma.